Nile. Ainisha maneno katika sentensi ifuatayo: daktari yule mzuri alikuwa anatunzwa leo. Umeambiwa ainisha maneno pale, unaambiwa onyeshe aina za maneno katika hiyo sentensi. Kwa hivyo ainisha maneno katika sentensi ifuatayo: daktari yule mzuri alikuwa anatunzwa leo Daktari ni nomino na nilikwambia ukiambiwa uainishe maneno usiandike neno lote kamilifu, unaandika herufi. Nomino ni na, daktari yule ni kivumishi, naandika naandika vaa. Mzuri pia ni kivumishi. Alikuwa unajua ni kitenzi kisaidizi, kwa hiyo unaandika ta ndogo anatunzwa ni kitenzi, unaandika ta herufi kubwa. Na leo ni kielezi, e ndogo. Swali la ba, andika sentensi hii iwe katika usemi wa taarifa. Nitampokea mjomba iwapo nitampata, Mwashigadi alimwambia shangazi yake. Kwa hivyo unaambiwa uandike katika usemi wa taarifa Uandike ni kama una ripoti kwa sababu iko katika usemi halisi. Nitampokea mjomba iwapo nitampata, Mwashigadi alimwambia shangazi yake. Kwa hivyo ni niambie katika usemi wa taarifa, nitampokea mjomba iwapo nitampata, Mwashigadi alimwambia shangazi yake. Andika katika usemi wa taarifa. Nyosha mkono. Nitampokea mjomba iwapo nitampata Mwashigadi alimwambia shangazi yake. Nitampokea mjomba iwapo nitampata Mwashigadi alimwambia shangazi yake. Ripoti sasa, andika... mm -hmm. Mwashigadi alimwambia shangazi yake kwamba nitampokea mjomba iwapo nitampata kwamba nita wakati uliopo unapaswa kuwa wakati uliopita kwa sababu una ripoti. Naam, vizuri sana, vizuri. Mwashigadi alimwambia shangazi yake kuwa angempokea mjomba iwapo angempata. Hapo ndipo alama hizo zinajitokeza. Vizuri, alimwambia shangazi yake kuwa angempokea mjomba iwapo angempata, angempokea, angempata. Tunga sentensi kubainisha maana mbili za vitawe hivi: nyoka Natunga sentensi mbili kuonyesha maana ya nyoka na maana ya hema. Hivyo kwanza, nyoka ni nini tu? umeambiwa utunge sentensi, lakini lazima usome swali na kuelewa. Kwanza niambie maana ya nyoka, nyoka ni nini? Nyosha mkono. Nyoka, nyosha mkono. Nam, nyama wa porini. Nyoka tena ni nini? Naam tu nyoka ni mnyama anayetambaa mwenye sumu kali. Na nyoka ni nini tena, maana ya pili ya nyoka? Naam. Mm, vizuri. Kuwa bila kujipinda, eh, kitu kimenyooka, kuwa bila kujipinda. Hema, maana ya hema? Naam, vizuri kwa nguvu, vizuri, unapumua hivyo kwa nguvu baada ya kukimbia. au hema? Ano, kibanda cha turubali. E, kibanda cha turubali, kumbuka kinatumiwa sana na wasafiri wanaokwenda pasipo na manyumba na majumba majumba. Kwa hivyo kibanda cha turubali. Kwa hivyo umeambiwa utunge sentensi kubainisha maana mbili za vitawe hivi. Mtalii aliingia kwenye hema, aliingia kwenye hema huku akihema baada ya kukimbizwa na simba. Mtalii aliingia kwenye hema huku akihema baada ya kufanya nini? Ya kukimbizwa na simba. Swali la da, tofautishe sentensi zifuatazo. Utofautishe sentensi, Kibande amemwagia Kariuki uji Kibande amemwagia Kariuki uji, au Kibande na Kariuki wamemwagiana uji. Tofautisha, Kibande amemwagia Kariuki uji, amemwagia Kariuki uji, na sentensi ya pili ni Kibande na Kariuki wamemwagiana uji, Kibande na Kariuki wamemwagiana uji. Kwa hivyo tofauti iko pale. Sentensi ya kwanza amemwagia, ni kutendea, kutendea, kutendea. Na Kariuki wamemwagiana, ni kutendeana, kutendeana. Kibanda amemwagia uji na Kariuki akafanya nini? Akamwagia uji. Kwa hivyo tofauti, unasema sentensi ya kwanza ni kutendea na ya pili ni kutendeana. Ayasikiliza sentensi hii, jaza pengo kwa neno lenye asili moja na kitenzi kilichopigiwa mstari. Ator anamiliki magari na majumba mengi, hii ardhi yote ni kuna pengo yake. Kwa hivyo neno ambalo limepigiwa mstari ni anamiliki. Kwa hivyo, Ator anamiliki magari na mashamba mengi, hii ardhi yote ni nafasi yake. Nyosha mkono neno ambalo limepigiwa mstari ni anamiliki. Kwa hivyo jaza pengo kwa neno lenye asili moja na kitenzi kilichopigiwa mstari: Ator anamiliki magari na majumba mengi, i ardhi yote ni i ardhi yote ni milki ni... milki yake, milki yake, kutokana na anamiliki, milki yake. Jaza pengo kwa kielezi mwafaka kutokana na nomino iliyopigiwa mstari. Kielezi mwafaka, sentensi hiyo iko pale inafuata. Faa. Kanusha sentensi ifuatayo. Nyosha mkono. Kanusha sentensi ifuatayo, ukipita mtihani utakuwa shujaa mapema Ukipita mtihani utakuwa shujaa mapema. Naam, Kaloki, hutakuwa. Usipopita mtihani utakuwa shujaa mapema, hutakuwa. Usipopita mtihani vizuri hutakuwa shujaa mapema, hutakuwa. Hakuna kitu kama hautakuwa, ni hutakuwa shujaa mapema. Akifisha sentensi. Kwa hivyo akifisha sentensi hapo. Tulifika tukaagana na mjomba Kitwana aishie Mombasa. Tulifika tukaagana na mjomba Kitwana aishie Mombasa. Tulifika tukaagana na mjomba Kitwana aishie Mombasa. Umeakifisha vipi? Tulifika tukaagana na mjomba Kitwana aishie Mombasa. Kwa hivyo, tulifika unaanza kwa herufi kubwa, ile tu ile taa ya tulifika, naweka koma. Tukaagana na mjomba Kitwana, sini jina la ninomino ya kipekee, kwa hivyo kaina kwa herufi kubwa. Kisha aishie Mombasa. Mombasa ni jina la mahali, ma inakuwa ni nini kubwa. Swali laha Nyosha mkono, twende. Au bado hujasoma mambo hayo? Saisha sentensi hii kwa njia mbili: dereva ambaye aendeshaye kwa uangalifu usalimika. Dereva ambaye aendeshaye kwa uangalifu usalimika. Nyosha mkono. Naam, eh? Dereva ambaye aendeshaye kwa uangalifu usalimika. Eh, vizuri. Dereva aendeshaye kwa uangalifu husalimika, au dereva ambaye huendesha kwa uangalifu husalimika. Huwezi ukatumia amba na o rejeshi mahali pamoja, kwa hivyo unatumia sentensi moja, dereva ambaye huendesha kwa uangalifu husalimika, au useme dereva aendeshaye kwa uangalifu husalimika. Tulisoma aina za sentensi, si ndio? Kwa kutoa mifano, orodhesha aina kuu cool, tatu za sentensi aina za, aina za sentensi. Nyosha mkono, kuna sentensi gani? Nyosha mkono. Tulisoma aina tatu za sentensi, tulisema kuna sentensi gani na gani? Naam, sahili. Kuna sentensi sahili, kuna sentensi ambatano na sentensi changamano. Tulisoma zote. Sentensi sahili ni sentensi ambayo huwa na wazo moja, wakati mwingi nakuwa na kitenzi kimoja, lakini wakati mwingi ikiwa na viwili, kimoja ni kisaidizi na kingine ni kikuu. Kwa hivyo ni sentensi ambayo huwa na wazo moja, sentensi sahili. Nasema mtoto anasoma, hiyo ni sentensi sahili. Kisha kuna sentensi ambatano ambazo ni sentensi mbili sahili ambazo zimeunganishwa pamoja kwa kutumia kiunganishi mtoto anatazama televisheni na kijakazi anafagia nyumba. Hiyo ni sentensi namba tano. Changamano ni sentensi ambayo ina kishazi huru na kishazi tegemezi, tutasoma baadaye. Tutapata wakati mwingi kunaweza kuwa na kia masharti, mm. Kama ile sentensi pale dereva aendeshaya kwa uangalifu salimika, hiyo ni sentensi changamano. Aya, bainisha kiwakilishi katika sentensi hii. Bainisha kiwakilishi, nyosha mkono. Je, utamsaidia nani hizo zao. Je, utamsaidia nani hizo zao. Bainisha kiwakilishi katika sentensi. Kiwakilishi huandikwa badala ya nomino katika sentensi au unasema kiwakilishi huchukua nafasi ya nomino katika sentensi. Kwa hivyo bainisha kiwakilishi katika sentensi hiyo, je, utamsaidia nani hizo zao. Kiwakilishi hapo ni kipi? Kiwakilishi hapo ni hizo.